Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la nne na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni umoja kupitia unyenyekevu, ikiwa ni katika wiki ya Januari 17 hadi Januari 23. Na kama ilivyo ada, kabla ya kwanza tuamini, tupate ombi. Mtakatifu Muumba uketie pahala pa juu mbinguni, tunakuja mbele zako wakati huu tukuwa na wingi wa shukurani tuleta pamoja siku ya leo ili tuweze kuyaangazia lesoni. Tunakushukuru kwa vile umeweza kuwa pamoja na sisi kwa juma ambalo limepita na ambao tunaenda kujadilia mada ya uh, umoja katika unyenyekevu. Tunaomba Mtakatifu akaweza kutuongoza akaweza kuwa mwalimu wetu, ili yale yote ambayo tutajifunza katika siku ya leo tuweze kuyatendea kazi, na ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Wafilipi sura ni ya pili aya ya pili nayo inasema hivi: ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Tutaweza kuona je, inakuakua vipi. Paulo analiandikia kanisa la Filipi na kuambia waweze kuwa na nia moja, mapenzi mamoja na nia moja. Je, ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea? Kwa hivyo nakuomba uweze kujiunga pamoja na mimi ili tuweze kujifunza haya, mwandishi wa lesoni anasema hivi katika siku ya Sabato mchana. Umoja ni nguvu, lakini kujua kilicho kweli si sawa na kukifanya. Sisi sote tutashindwa wakati mwingine licha ya juhudi zetu bora katika umoja, lakini hiyo si sawa na kudhoofisha umoja kimakusudi. Basi haishangazi kwamba Paulo anapoendelea kuwaandikia Wafilipi, anataka wawe na nia moja na mapenzi mamoja. Kwa hivyo kama vile ambavyo mwandishi anatuelezea tunapojua kweli na kutoifanyia kazi ile kweli hilo linakuwa ni tatizo. Ni vizuri kuweza kufanyia kazi ile kweli ambayo unajua ili tukaweza kuwa tunazidi kukua katika safari yetu ya kiroho. Isipokuwa hivyo tutazidi kusalia pale pale tu ambako tuko. Kwa hivyo pale unapojua kweli, ni vizuri kuweza kuishi ile kweli ambayo umeweza kuijua ili tuzidi kukua na kukua kiroho. Naam, siku ya Jumapili tutaweza kuangalia mada inayosema kutokuwa na umoja Filipi. Na tutasoma katika kitabu ni cha Wafilipi sura ni ya pili aya ni ya kwanza hadi tatu, tuweze kujua je ni kipi hiki ambacho kiliweza kuchangia kutokuwa na uh, umoja katika Filipi. Unaposoma katika kitabu ni cha Wafilipi sura ni ya pili aya ya kwanza hadi tatu, basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Unaposoma aya ya tatu, kuna vitu ambavyo vimeorodheshwa pale kwamba ndivyo vilikuwa chimbuko ama chanzo cha uh, kutokuwa na umoja. Jambo la kwanza ambalo tunaliona pale ni na kwamba walikuwa wakishindana na vile vile walikuwa na majivuno, hivi kwamba walikuwa wakitaka kwanza wao wenyewe waweze kuwa wa kwanza. Kwa hivyo tunaona ubinafsi ulikuwa umekithiri katika kanisa la Filipi. Kwa hivyo kuna watu ambao walitaka kujiona kwamba wao walikuwa bora zaidi ya wengine. Na tunajua tatizo hili linaanzia mbinguni, pale ambapo shetani ambaye alikuwa ni kerubi anaweza kujiona kana kwamba pia yeye alipaswa kupokea ibada ambayo Mungu alikuwa akiipokea. Kiburi kinaingia, basi uasi unatokea pale, na tunaona anakokota theluthi ya nyota mbinguni ambao wanatupwa na wao katika ulimwengu huu. Na tunaona tabia hii ya shetani ameweza kuiweka kwa wale ambao wanamwamini, hivi kwamba wanajazwa kiburi na kuwa na majivuno na hawataki kupatia wengine nafasi wanataka kukua, wao ndio wa kwanza, mengine nyuma. Kwa hivyo haijalishi ni nini ambacho kinaendelea, neno la Mungu limewekwa nyuma, wengine wamewekwa nyuma, na hivyo tunaona kwamba upendo wa Mungu na upendo kwa majirani haupo. Kwa hivyo kile ambacho mwandishi wa lesoni anajaribu kutuelezea ni kwamba tuweze kuwa na nia moja na mapenzi mamoja, ili tuweze kuiendeleza kazi ya Kristo. Bila hili basi, itakuwa ni vigumu kwa sababu upendo hautakuwepo. Vile vile tunaona kwamba lazima lilikuwa ni jambo la kufadhaisha na kwa Paulo kuona kanisa alilolianzisha na kulipenda sana likiwa na ushindani na kujawa na mabishano. Na hiki tunakiona katika makanisa yetu hivi sasa, kuna mashindano mengi sana. Kuna wale ambao wanataka kujionyesha wao ni bora zaidi ya wengine. Kuna wale wanaamini kwamba wasipokuwa kanisani kuna vitu fulani ambavyo haviwezi vikafanyika. Wengine wanaona kwamba sababu wao ndio ambao wana walipatiana labda shamba la kanisa, wanaona nikana kwamba wanalimiliki kanisa, lakini kumbuka kanisa ni la Mungu. Sisi ni viungo ambavyo vinatengeneza kanisa. Kwa hivyo tunaona kwamba chanzo cha kutokuwa na umoja Filipi lilikuwa ubinafsi kuna wale ambao walikuwa wakijifikiri zaidi ya wengine na hili likaweza kuwa uh, tatizo kubwa. Uh, tunaona kuna vitu ambavyo vimeorodheshwa hapa. Fitina ni miongoni mwa matendo ya mwili, unaposoma kitabu ni cha Wagalatia tano ishirini na kama Yakobo anavyoonyesha wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko, uh, na kila tendo baya, unaposoma Yakobo tatu 16. Neno la kiunani linatafsiriwa kujisifu limetumika hapa tu katika Agano Jipya. Uh, lakini linaonekana katika fasihi isiyo ya kibiblia kwa maana ya kiburi, majivuno yasiyo na maana na kuwa na hisia ya kujikweza. Kwa hivyo kuna wale wengi ambao wanataka kujikweza, kuna wale wengine wanataka kujifikiria zaidi ya wengine. Lakini je, hii ndiyo nia ya Kristo? Ni swali ambalo tutalijibu. Kadi tutakavyokuwa tunazidi kusoma lesoni, kuna vitu sita ambavyo tunaweza kuzingatia ili kuweza kuwa na suluhisho, na hivi vimeweza kuorodheshwa katika kitabu ni cha Wafilipi sura ni ya pili aya ni ya kwanza hadi tatu. Tunaona kwamba jambo la kwanza ni faraja katika Kristo, tunaona jambo la pili ni faraja ya upendo, uh, ushirika wa roho, upendo au huruma, rehema, na hiyo hiyo kuwa na upendo huo huo, kuwa na Uh, na umoja mawazo mamoja. Kwa hivyo tunaona vitu hivi kwa binadamu peke yake hawezi akavipata, lazima roho wa Mungu aweze kuwa ndani ya binadamu, lazima tuweze kukubali Kristo kuweza kuwa ndani yetu ili vitu hivi kutuwezesha kuweza kuvifanya. Kwa hivyo tunaona Kristo kama Mungu anatupatia uwezo wa kuweza kuvishika hivi sita ambavyo nimeweza kuvielezea. Kwa hivyo Kristo anaweza kuunganisha binadamu na mbingu iwapo tutam, tutamkubalia aweze kuwa kiongozi wa maisha yetu. Aa, hivi vyote vinaweza kuonekana kikweli kabisa. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba unyenyekevu wa kweli ni kuwafanya wengine kuwa wa kwanza, lakini tabia ya binadamu wanataka ajifanye yeye awe wa kwanza, lakini iwapo tutakwenda na kile ambacho Mungu amesema tutaweza kuwafanya wengine kuwa bora zaidi, kuona wao ni bora zaidi ya sisi kwa hivyo hatutataka labda kujaribu kujikweza. Uh, siku ya Jumatatu ni chanzo cha umoja, chanzo cha umoja. Tunajua Kristo ndiye chanzo cha umoja. Kristo ni sumaku ambayo inaweza kumshikanisha, ambayo inaweza kutuleta pamoja sisi kwa sisi, na ni sumaku ambayo inaweza kutuleta pamoja sisi na Mungu. Kwa hivyo tunaona vile ambavyo Kristo anaunganisha dunia na mbingu. Yesu kama mwana wa Mungu anatupa mfano wa kuweza kuishi, anakuwa ni kielelezo bora. Na Yesu kama Mungu, vile ambavyo tumeweza kuona, anaweza kutupatia nguvu za kuishi maisha ya utaua. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba unaposoma kitabu ni cha Wafilipi 2:2 mbili mbili. Tunaweza kuona Paulo akisema kimsingi kitu kimoja kwa njia ine tofauti. Ona pia mtazamo wake juu ya akili, mawazo na hisia. Ingawa viongozi wa kidini walielekea, walielekea kukaji kazia tabia ya nje. Yesu alikazia fikra, mawazo na hisia zetu. Kwa hivyo, kwa lugha nyingine, uh, tunapaswa kubadilishwa ndani kuja nje na sio nje kuja ndani. Tunaweza kudhihirisha kile ambacho kiko ndani kutokana na vile ambavyo tunaishi. Iwapo sisi ni watu ambao hatuna Roho wa Mungu, tutaweza kudhihirisha tabia ambazo zinakinzana na Roho wa Mungu, na iwapo tumejazwa na Roho wa Mungu, tutadhihirisha tabia ambazo zimejazwa na Roho wa Mungu. Unapopanda mwembe, unatarajia mti ule uweze kukupatia maembe. Mwembe hawezi ukakupatia ndimu. Kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Kwa hivyo, kile ambacho kiko ndani yetu tunakitoa kwa kuzungumza. Uh, unaposoma katika kitabu ni cha Mathayo 23:26 23, inasema ewe, ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yako ipate kuwa safi. Kwa hivyo tunaanza na kusafisha kikombe ndani ili nje iweze kuwa safi, na hatuanzi na nje. Hiyo ni kuweza tu kutufumba macho. Kwa hivyo, binadamu anaweza kufumba mtu macho kwa kuosha kikombe nje, ukidhani ndani kiko safi, lakini pale ambapo unapofinywa, kama vile ambavyo tumekuwa tukisemwa, tukisema mgogoro unadhihirisha tabia yetu, pale ambapo tunakutana na mambo fulani, tunaweza kuanikwa peupe, sisi ni akina nani? Je, wewe unapofinywa, ni kipi ambacho kinatoka kwako? Kwa sababu ni wakati wa mgogoro tabia zetu zinadhihirika. Unajua, wakati kuna nchi ya amani, kuna vitu ambavyo hatuvitarajii viweko pale, lakini pale ambapo uh, mambo yanachacha, pale ndipo ambapo kunakuwa na utofauti. Unaposoma katika kitabu ni cha Yeremia, sura ni ya kumi na mbili, aya ni ya tano. Yeremia 12:5, neno la Mungu linasema hivi: ikiwa umepiga mbio pamoja na hao waendao kwa miguu, nao wamekuchosha, basi wawezaje kushindana na farasi? Na ujapokuwa katika nchi ya amani usalama, lakini utafanyaje hapo katika kiburi cha Yordani? Katika nchi ya amani, pale ambapo kuna amani baina ya sisi Wakristo, iwapo hatuwezi tukasikilizana, je, itakuwa vipi pale ambapo tumeweza kuona katika kiburi cha Yordani, iwapo hatujajifunza lugha za kimbingu, tabia za kimbingu, katika nchi ya amani, pale ambapo mgogoro unawenda kuja, itakuwa vipi? Ni swali ambalo tutajiuliza na kuweza kujijibu. Unaposoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili sura ni ya tatu aya ni ya kumi na nane ambayo inasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Kwa hivyo tunaona Bwana aliye Roho na tunaona vilevile kwamba tunabadilishwa unapomtazama Bwana unabadilishwa kufanana na yeye. Vilevile, iwapo Shetani ndiye kiongozi wako, utabadilishwa na kuwa na tabia kama zake. Kwa hivyo kile ambacho tunatumia muda wetu mwingi kukitazama vile mazungumzo yetu yalivyo na mambo kama hayo, yatachangia pakubwa kuelezea vile ambavyo tabia zetu zinaweza kujengeka. Je, tutajengeka kwa Mungu ama tutajengeka kwa Shetani? Kwa hivyo kitu ambacho niliweza kukiona pia katika siku, katika siku hii ya Jumatatu ni kwamba utaua wetu unapaswa kuwa ni utaua wa vitendo. Kwa hivyo tunasema matendo yetu yaweze kuzungumza bali si maneno, kwa sababu tunaweza kuwa Yesu ambaye tunamtangaza ni Yesu mwingine na yule ambaye ayuko kwenye Biblia, kutokana na matendo. Kwa sababu watu wanajaribu kutuangalia sisi, kwa sababu tutakwenda na Biblia, tunawasomea Yesu wa Biblia, lakini wanapotutazama wanaona Yesu mwingine. Kwa hivyo tuweze kwenda sawasawa, maneno ya Biblia yaweze kutuisha, tuweze kuwa viumbe vipya ndani ya Kristo, ili wale ambao hawajamjua Mungu wanapotutazama wasiweze kuwa na vikwazo kwa sababu ya sisi jina la Mungu lisije likatukanwa. Unaposoma katika kitabu ni cha Warumi 2:24. Naam na, Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba Paulo anazungumza juu ya umoja ambapo anazingatia roho ambao anaunda kifungo cha amani. Ikiwa kuna ugomvi katika kanisa A, Roho Mtakatifu anaweza kutuliza mihemko na kutuleta katika umoja na kuunda maelewano katika sura hiyo hiyo paulo anazungumza juu ya umoja wa imani na kumfahamu mwana wa mungu unaposoma waefeso efeso 4:13 mawili hayo yanahusiana kuwa na imani ile ile ufahamu ule ule wa maandiko unaotokana una na kumjua kristo na mafundisho yake ni muhimu kwa umoja kutawala kati yetu kwa hivyo lazima tuweze kumpatia roho mtakatifu nafasi maishani mwetu ili aweze kuwa mwalimu aweze kutuongoza ili tukaweza kuwa na umoja baina ya sisi kwa hivyo pasipo Yesu Kristo hatutakuwa na umoja na msiku ya Jumanne ni upandikizaji wa akili au upasuaji wa akili. Na nilipokuwa najaribu kulian, kuangalia mada hii kidogo, nilikuwa nimeshangaa inakuakua vipi, lakini niliposoma katika aya ya kwanza ambayo inasema idadi inayoongezeka ya makampuni duniani kote yanafanyia kazi teknolojia inayochanganya uwezo wa kuchakata wa kompyuta na ubongo wa binadamu. Kwa hivyo tunaona kwamba kuchakata wa kompyuta unachakatwa pia na ubongo wa binadamu. Kwa hivyo vitu hivi viwili ni kana kwamba vinafungamanishwa, lakini kwa njia ya chanya, pale ambapo tunaona kutibu magonjwa kama Parkinson, uh, disease na vile vile epileptic ambayo ni kifafa. Kwa hivyo, vinavyotumika vizuri vinaweza kuwa na matokeo mazuri, lakini pia inapotumika vibaya inaweza kuwa na athari ambazo ni Asi. Kwa hivyo lazima tuweze kujua ni vipi ambavyo hivi vinatumika uh, kwa njia fulani. Udhibiti huo tayari uko hapa. Akili yetu ni kama kompyuta, hata ni bora zaidi. Mtiririko wa habari unaoendelea uh, ambao kila siku tunaonyeshwa huprogramu akili zetu, hutawala mawazo yetu na huongoza matendo yetu. Tunapotazama katika vyombo vya habari, njia ya kidunia ya namna wafikiriavyo watu huathiri akili zetu na tunaanza kufikiri vivyo hivyo. Ni kana kwamba akili za watu wengine zili zilipandikizwa au kuunganishwa katika akili zetu. Kwa hivyo tunapokuwa tunaangalia pengine vitu kama hivi, ni kana kwamba tunampatia shetani ama tunapatia shetani akili zetu aweze kuzitawala, kwa sababu unaposoma katika kitabu ni cha Petero unaposoma katika kitabu ni cha Petero wa kwanza sura ni ya kwanza aya ni ya kumi na tatu neno la Mungu linasema kwa hiyo, kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkiitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapaswa kumwomba Kristo kuweza kufunga viuno vya nia yetu, ili yale ambayo tunayaweka katika akili yetu, ili yale ambayo tunayatazama yaweze kuwa yanamtukuza Mungu, kwa sababu tunaona kwamba tunaweza kujengeka na kile ambacho tunakula na iwapo tutakuwa tunakula chakula kibaya, basi mili yetu itakuwa imedhoofika ime vilevile, iwapo vitu ambavyo vina tunavitazama kusikia, na mambo kama hayo, ni vitu ambavyo vinaboronga maarifa, basi maarifa yetu yatakuwa yameborongwa, ni kumpatia Shetani. Unajua, kuna watu ambao wanasema ile ni filamu tu, mimi natazama, ila najua ukweli, ile ni filamu lakini haujui kwamba vile ambavyo unazidi kutazama ndivyo unavyozidi kuwa comfortable, na kile ambacho unakitazama. Aa, unajua kuna wakati labda wakati walikuwa wanajaribu kuleta kuanza wao kwa filamu mnakuwa mnatazama kwa filamu sana, mkianza kuyazoea, mnapata yanakuja kama hii ndoa ya jinsia moja. Unapata kwamba kuna wakati filamu zilikuwa ziki uh, zikileta programu ambazo zina zinaleta zina, zina mambo kama haya. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wakitazama kwa au lilikuja likawa ni kana kwamba ni jambo la kawaida. Kwa hivyo wanapokutana na mambo kama haya, tunaona kwamba ule mvuto wa kuweza kujua kilicho chema na kibaya, unakuwa ni kana kwamba umekorogeka kidogo. Kwa hivyo lazima tuweze kujua kile ambacho kina programu akili zetu, tuweze kumpatia Mungu nafasi ya kuprogramu akili zetu. Hatimaye tunaweza kubadilisha mawazo yetu, lakini hatuwezi kubadilisha mioyo yetu. Mungu pekee anaweza. Roho Mtakatifu anahitaji kufanya upasuaji wa mioyo yetu akitumia upanga wa roho neno la Mungu lililo hai, lenye nguvu, tena linalochoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo kwa hivyo ni kwa njia hii ambayo utambuzi huu, tunapokuja katika utambuzi huu, basi neno la Mungu linaweza kutushep, linaweza kutuunda kulingana na vile ambavyo Mungu amekusudia. Unaposoma katika kitabu ni cha Ezekieli sura ni ya 36 aya ni ya 26, kuna jambo ambalo tunaweza kujifunza pale Ezekieli 36 26, aa, neno la Mungu linasema Aa, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Kwa hivyo Mungu anatupatia moyo mpya na roho mpya. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya wili, mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Kwa hivyo nia ya Kristo ni kuweza kutupatia moyo wa nyama na kuondoa moyo wa mawe. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatano ambayo ina mada inayosema nia ya, ya Kristo, na kuna vitu viwili ambavyo tunaweza kuviangalia hapa. Jambo la kwanza ni ambao uh, kwa kimombo wanasema ni Mystery of Godliness na ambayo tutaiona katika siku ya Alhamisi na ambayo tutazungumzia leo ni Mystery of Iniquities. Pale ambapo unaposoma katika kitabu ni cha Wathesalonike wa pili sura ya pili kushuka chini, tunaona kwamba kuna mtu ambaye atakaa katika nyumba ya Mungu na kujiinua zaidi kana kwamba yeye ni Mungu katika ulimwengu huu. Kwa hivyo tunaona shetani akimtumia huyu, kwa hivyo tunaona shetani anataka kujiinua. Lakini tumeweza kuona yule ambaye anajiinua atashushwa chini, bali yule ambaye anajishusha Kristo ataweza kumwinua. Uh, tunaweza kuona jambo hili katika kitabu ni cha Wafilipi sura ni ya uh... Uh, kitabu ni cha Wafilipi sura ni ya pili aya ni ya tano hadi tisa ambayo inasema, uh, inasema hivi iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Kwa hivyo tunaona Kristo akijishusha ili aweze kuinuliwa. Tisa inasema Aa, nane inasema tena, alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Aa, tunaweza kuona kwamba kutokana na yeye kuwa sawa na Mungu hakuona hicho kama ni kitu na vile vile tunaona aliweza kujishusha hata kufa kifo cha uh, aibu. Lakini tisa, tunaona kwamba aliweza kufanya hili na akaweza kuinuliwa na Mungu. Kwa hivyo vile vile tunaweza kuzidisha hii mada kwamba tunapokuwa uh, tunajishusha, Kristo anaweza kutuinua. Tunaona kwamba shetani alitaka kujitukuza lakini akatupa ulimwenguni, lakini Kristo ambaye anajinyenyekeza anaweza kuinuliwa. Kwa hivyo hata sisi tuweze kujinyenyekeza ili tuweze kuinuliwa. Tusije tukatumia vio vyetu katika makanisa kujaribu kuwakandamiza wengine ama kujaribu kujiona sisi ni bora zaidi ya wengine. Sisi si bora, sote tumeumbwa katika uh, utukufu wa Mungu. cha kufanya ni kuweza kuakisi tabia ya Kristo kuwa na nia ya Kristo ni kuweza kuakisi tabia yake. Kristo anatupatia kielelezo, kama vile ambavyo tumeona katika siku hii. Na tunapokuwa na nia hii, tunaweza kuwa sisi ni watu ambao tuna kamilika ndani ya Kristo Yesu, ambaye ni sawa na Mungu, ambaye ni Mungu, hakujitwalia tu mwili wa kibinadamu bali akawa mtumwa. Aa, kisha akajitoa kwa dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu. Katika sehemu nyingine, Paulo anasema kwamba alifanyika laana kwa ajili yetu, unaposoma kitabu ni cha Wagalatia 3:13. Mungu muumba wetu alikufa msalabani ili awe mkombozi wetu pia, na hiyo ilimtaka awe laana kwa ajili yetu. Kwa hivyo Kristo kuwa maisha yale ambayo tulipaswa kuyaishi ili kutupatia maisha yale ambayo ambayo alipaswa kuyaishi. Kwa hivyo tusije tukafanya lolote, mambo yoyote kwa majivuno ama kwa mashindano, tuweze kujifunza kutokana na Kristo. Naam, tunapokwenda katika siku ya Alhamisi, ambayo ni siri ya utauwa, ambayo siri ya utauwa ni kwamba Kristo ambaye alikuwa ni Mungu anaacha enzi mbinguni, anashuka duniani na kufanyika mwili. Anaweza kuyapitia uh, mambo mazito sana lakini hakupatikana na dhambi. Na kwa hivyo tunaona Kristo kuacha enzi mbinguni, kushuka duniani ili kuweza kumfia binadamu, ili kuweza kumkomboa. Anakufa na kufufuka kutupatia tumaini kwamba iwapo pia sisi tutamwamini yeye tutakapolala tuta, tuta tutaweza kuamshwa katika uh, ujio wake wa pili. Inashangaza akili jinsi asiye na mwisho na wa milele angeweza ghafla kuwa mwanadamu mwenye kikomo anayeweza kufa. Huo ndio moyo wa kile Paulo anachokiita siri ya utauwa. Inakuwaje yule ambaye ana umilele kufa tena lazima angefanyika mwanadamu ili aweze kufa kwa sababu tunajua Mungu hawezi kufa, na unaposoma katika kitabu ni cha Timotheo wa kwanza tatu kumi na sita pale ndipo tunapokutana na siri ya utauwa huu ambayo inazungumziwa hapa, Kristo kufanyika mwanadamu ili kufa ili aweze kumkomboa mwanadamu. Kwa hivyo tunaweza kuona Kristo ambaye alikuwa yuna namna ya Mungu anakufa anajifanya kuwa hana utukufu, anajinyenyekeza hata mauti, na mauti ya msalaba, ili kuweza kumkomboa mwanadamu. Tumefikia tamati ya uchambuzi wa lesoni juma hili japo kwa muhutasari, na kuomba uweze kujumuika pamoja na mimi wiki ijayo, somo la tano, ili tuweze kuangazia mada inayosema kuangaza kama nuru usiku. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena tukiwa na wingi wa shukurani kwa vile ambavyo uliweza kufanyika mwili ili uweze kufa na kumkomboa mwanadamu, na hivyo basi tunakuomba tuweze kuwa na nia yako, uh, ili tuweze kuishi maisha ya utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Zidi kuwa pamoja na sisi uh, zidi kuwa pamoja na wasikilizaji hasa wakati huu ambapo tunaelekea katika historia ya mwisho ya ulimwengu. Naomba tuweze kuwa nuru ambayo inaangaza katika giza. Katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina.